Ah. Mtaa wote toto zote kona zote. Watu wote wananijua mimi, mtaa mzima, kila ninapoulizia sista yafanya nini, dakika afu dakika mwisho, tunatoka kule kijiweni, nimwambia wanangu

Naomba <tokushilio> unielekeze uniambie, ulikuwa wapi, kwa sababu kona zote kwa shoga yako sijui wapi mazingira yote mimi nimepita. Ndio unajifanya unatokea sasa hivi? Ehe, nipe maelezo. Niko kwa shoga yangu. <laughs> iki nadanganywa, tulikuwa tumetoka wapi yeye, yeah, anasema alikuwa wapi? Ikimkata kichwa na dhambi. Mimi huyu unamjua wee, sie huyu mwingine anaga kule karibu na maua. Karibu, karibu na maua. Ha, viatu eh? na hivi viatu imekuwaje? si vya kwangu. Umevitoa wapi? si umetoka kwa Maua hivyo viatu vichawangu? viatu si tumevikuta wapi hivi mlangoni, na ndo hivi hivi nimevipitia vitu vyangu

Unajua oh, kabisa, hii nyumba hapa hamna mtu yote zaidi yako. Hiyo ujatoka kwa munde kweli, ujatoka kwa Mundeligali, ndasikia hofu ya banki midamdamu nini, siji mizege. Ningejua umetoka kwa Munde, kitu ambacho ningekufanya So mm. Sawa, so, mimi lazima ni kama na nini na wewe Bennett. Mimi sina ndugu wote mtaa huu. Kwanza kwanza mazingira kwanza mimi nipate nini kwanza. Hii ni chozi la mapenzi, ya ni chozi la mapenzi. Dunia amebeba watu na vyatu <coughs>

Mm. Dunia nenda kasi tena mpela, mpela. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa hawafati dini wala vitabu. Maovu njo anayaonyesha. Na umasikini ndo sababu watu kufanya mambo ya sofa. Maji We, Maua, vipi vipi? Unatuletea maji maji? Unatuletea maji, ndugu yangu, unatuweza siku hizi? Hebu ngoja, unatuweza siku hizi dakika ya mwisho. maji kabisa Maua. Yaani mzigo huu hapa ndio yani, no, yani nimetoka kumwagiza sasa hivi bwana Togola maji mzigo, kaniletea mazoea nazidi ma maua. Mzigo huu una kitu maji tu, andike matnakati Togola maji Togola maji anichezea mchezo mchafu, akuniekea mimi maji hii ni ishara. Unauza kwanza, naombeni mnisamee kwanza, naombeni mnisamee kwanza. Nimekopa nime mimi hela, nimeagiza huu mzigo, umekuja muda sio mrefu, naona nyendo wateja wa kwanza umeona? Nimemwamini, ameniletea mzigo, najua ameniletea mzigo, naombeni mnisamee kuna pegi mbili zipo ndani na mbili ni wapi kwanza, wapi kwanza, halafu niende nikamtafutie nani bwana. Togo la maji lazima alipe pombe hii. Kama ile dumu tu menita maji hizo za ndani zitakuwa pombe. Huu mzigo wa nyuma huu ndio umefika leo. Fanya hivyo basi, yes. Fanya hizo mbili mara mbili. Ngoja kwanza usiondoke. Hiyo nao sio tukakuta maji afa ushaondoka. Fungua <tukitua> e. Au au kwa ajili maji ya tukulipi hela kwa wakati. Hela hii jamani. Mbona blo hela anakulipa? Tusifanyiane hivyo bwana yenyewe.

yangu kaka. Unasemaje? Awe na staki mazoea sawa. Sa, umepika? Sa. <laughs> usifanya hasira zangu za kumtafuta munde ziamie kwako wewe. Awe na staki mazoea Sawa. Nenda nyumbani, mbona ubadilike wawena Kama ah. <laughs> Mama muuza huyo, naona leo umenielewa, mi togola maji mpaka geto. Ah, na muuza, mama muuza, una kishundu. Haya, karibu ndani sawa. Mimi nasogea, najua unataka kunipa udambu, udambuudambu, togola maji mie. eh. Kumbe chizi. Chizi, mimi maji, maji?

Kazi ya pili nataka tunamwaga watu mavi, tunaondoka. mshalisoma shakusom munde na kikosi chake chote, tunaenda kukitaani nakitaanyisha kabiji Pengo. Poa. Kazi ya kwanza umezingua, umeona mwenyewe mazingira yako. Hii kazi ya pili mwanangu, wale jamaa tushachoka, wametoka yeye. Yeah, nani Atoka alikotoka aje kuchukua kijiji yeye nani? Kijiji hiki cha nani kama sio cha mtu mwenyewe baba mweupe yule. Yeye nani anazingira? Hapo ana ngumpo mpo mmetulia tu mnamwangalia anaingia anatoka anafanya anachotaka. Sema mwisho wake ushafika. Tulichokuwepo hapa kwamba tunamwingilia kokote anapokuwepo, chinja wale vijana wake, kata figo zima. Pengo. Chukua ngoma yoyote unaiona wewe, namna yo gani? Vipi inaweza kumweka mtu abatati, unamtia mtu jicho. Chula mwanangu, mimi nakutegemea si. Mwanangu Chula, nishakuelewa nifahamu, vizuri sana mimi sina kapigo za kufanyaje za kudeveradevela ni si. Kazi tu kazi, au sio Bigi, mimi na kuheshimu sana wewe, ni kiongozi wangu. Kwa hiyo yani, hapa kazi tunamaliza. Ji, Munde, ni nani nani nani? mimi simuelewi, mimi simuelewi ndo nani kwanza. Mude, donani, kwanza. Kwanza. Kwani, mtu mmoja kashachukua biashara zetu kashafanya mitikasi yetu, yani mtamzima wake. wake yeye nani? Alafu, mbona muda so, muda wake umesha, huyo muda wake umesha. So uhakika, baada ya kuja kufarishana, unajua hiyo bigi imeisha. Kuja kufarishana, inaonekana wabaya hapa. Naambieni kabisa hii kazi sitaki, hii kazi ya mwisho. Tunamaliza kabisa, tumeshika bosi. Sawa. Kitu ninachokitaka kila mmoja akajipanga, sawa. bamba la mbimba unamwaga mavi, mimi nataka shingo tu. Unakuja unanipitia, tunaingia wote, wapi tunakutana wapi? Maskani. Maskani. kila mtu kajifanyaje? Kajipanga. Kajipanga. Kajipanga. Kajipanga. So, nakuja pale, panga noa kila kitu, lile naona knala lile devera

Go. Kama nilivyokuambia na nakuletea kijana ambaye anaweza kutufaa. Kijana mwenyewe ndio huyo hapo. Bwana ananiletea chumba kwenye kambi ya jeshi jinsi nilivyokutana naye na, na maelezo alionipa nikajua moja kwa moja huyu anatufaa. Wawe wow, mchumba, unaweza kazi wewe? Yeah, anaweza. Wawe wow, mbona naongea kilembo hivi? <laughs> hata nilipokutana naye alizungusha sketi hivyo hivyo unavyomuona anaweza anaonekana ana vikazo. Labda nikwambie kitu kimoja, kwenye genge yangu sihitaji vijana waliolegea, nahitaji vijana mashababi wenye nguvu kwa ajili ya kufanya kazi. Sasa umeiona ipua yangu, nataka itoke damu, itoe damu.